Na nafasiiku kuweza kumkaribisha sana Baba Askofu katika kaiai yake, ndiye paroko wetu na anapokuwa pamoja nasi ka furaha sana. Basi tumkaribishe kwa makofi matatu ya kilo hapa nyumbani na tumwambie kakibisi nyumbani.

a sala zetu katika kazi ya kichungaji na wafanya. Mwenyezi Mungu azidi kuwa baraka kwako na uweze kukuzidishia neema zake katika kazi ya kuongoza jimbo letu na kula. Nawakaribisha pia mapadri ndugu zangu wakawa ambao wamefika hapa, karibuni sana na pia wageni wetu wa siku ya leo ambao walikuwa wanapewa sakramenti hii ya kipaimara nawashukuru sana kwa kuvumilia kwenu na siku ya leo kuweza kujaliwa kuwa wanajeshi wake Yesu Kristo pamoja na wakristo wote na wageni ambao wamekuja kujiunga nasi siku hii ya leo ambapo pia ni siku ambapo tunafunga rasmi mlango wa matumaini, lakini haimaanishi ya kwamba tumefika mwisho wa matumaini. Bado tuna matumaini na twaishi kwa hayo matumaini. Mie ningependa kuchukua fursa hii niweze kukaribisha mwelekezi wa ofisi ya kichungaji katika jimbo letu ili Aweze kutoka wasia wake na aweze kuelekeza hapo, pengine karibu sana pa kari.